Dabi ya kari ya koa ambayo ilikuwa ipigwe weekend hii iliyotambawa, huku Yanga wakisimamia msimamo wao kwamba e, mechi iko pale pale, licha ya shirikisho la soka nchini Tanzania kupitia kwa bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuahirisha mchezo huo kutokana na sababu ambazo zilitajwa. Sasa Machi tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya usiku, Yanga Sports Club walitoka hadharani na kutoa msimamo wao kama klabu na kupitia kwenye kurasa zao za mitandao ki ya kijamii wakaandika taarifa kwa umma. Machi tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kamati ya utendaji ya Yanga chini ya rais Mhandisi Harusi Saidi imefanya kikao cha dharura leo tarehe tisa Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukabiliana na mambo yafuatayo kwanza, uongozi wa yanga wanatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa michezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe nane Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyoelezwa kwenye kanuni, ikiwa ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi kilichofanyika tarehe saba Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano saa nane mchana kwenye hoteli ya Spice, jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, uh, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, ofisa usalama wa mchezo, mtathmini wa waamuzi, kamishna wa mchezo na mtendaji wa bodi ya ligi kuu. Klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla mchezo wa husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza usiku wa tarehe saba Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi huku ikifahamu e, kuwa hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi kuu, ikiwemo kuleta ombi kwenye MCM kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kwa ruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yote yaliyofanywa kwa ajili yao, na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo Machi 8 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, klabu ya simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu, huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo. Baada ya tamko hilo la klabu ya Simba, asubuhi ya tarehe nane Machi mwaka elfu mbili na ishirini tano, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuhakikisha mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huo ni namba mia moja themanini na nne iko pale pale, hakukuwa na kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu mchana wa siku hiyo ya tarehe nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano kamati ya uendeshaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirisha kwa mechi namba mia moja themanini na nne kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga: Klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba mia moja themanini na nne kwa tarehe yote itakayopangwa. Kutokana na mfululizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni ya ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye ni njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa muhimu, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa uvumilivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zinaendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji Young Africans Sports Club. Huo ndo msimamo wa Yanga Sports Club mara baada ya mchezo wao dhidi ya Simba kuahirishwa. E, eh, lakini pia wao wakafuata taratibu nyingine ikiwemo kuja uwanjani na vitu kama hivyo na hatimaye eh, wao msimamo wao ndio huo. Kwanza ni kuhakikisha kwamba e, eh, bodi ya ligi kuu Tanzania bara inavunjwa, lakini pia klabu ya Yanga inapewa haki ya ushindi katika mchezo huo, sababu wao ni mchezo ulitakiwa uchezwe kama ulivyopangwa licha ya bodi ya ligi kuu. Yako kwenye comment kwa kila bacho kinaendelea kwenye soka la Tanzania. Benito Shehani Mzena. Asante na kwaheri kwa sasa.